Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya jumbe ambazo zimemake headline huko mitandaoni ni hii hapa ya Jay Melody, mmoja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao anafanya vizuri kabisa katika hii industry. Ameweka ujumbe hapa ambao huu ujumbe hatujajua kama umemkuta yeye au tu ameamua kushare na mashabiki pamoja na watu ambao wanamfuatilia kuhusiana na life lesson, unasema kwamba ni kama funzo katika maisha. Jay Melody kupitia kurasa yake wa Instagram pale juu katika Insta story ameandika kwamba, kama umepata mtoto iwe hukupanga au vyovyote vile usifanye kosa la kutokumlea huyo mtoto. Baadaye mtoto akiwa na maisha yake utaleta lawama na yeye pia hatokujali kama ulivyofanya wewe. Wazee tulee watoto wetu, watoto ni baraka. So huo ni ujumbe ambao Jay Melody ameuandika katika ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story, ambapo watu wengi sana wameonekana kama vile wamemuunga mkono kwa hiki ambacho amekizungumza. Wameona kabisa kwamba hii ni point, ameongea kitu ambacho kina make sense kwa namna moja au nyingine, lakini hatujajua kama kina relate na maisha yake kwa namna moja au nyingine, labda huenda na yeye pia labda babake akutoa malezi kwake, lakini sasa hivi ameanza kurudi katika maisha yake kutokana kuona kwamba kijana amekuwa successful kwenye upande wa music au vipi. So hajaielezea kama inamuhusu au vipi, lakini ametoa hiyo elimu kwa watu wengine au kwa jamii yote kwa ujumla. Watu wengi sana wamemuunga mkono kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza. Wewe pia ukiwa kama mdau, una kipi cha kusema? Tuweke maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.